Uh, tukakamatana hapo tukasungushana hapo, baba akakuja akasaidia na tukajirescue hapo. Wacha tuseme tulijirescue wenyewe. Lokoboko Lenana Masai kula. Uh, mnavyo nitazama hapa, jamani, niko na hii familia mbili. Na jamani, kabla sijaendelea sana, ingia pale kwa channel, ingia pale kwa channel tafuta Masai Lenana Lokoboko, dunga kengele subscribe hapo alafu make sure kwamba kitu ya muhimu, wacha comment hapo, useme Masai inakuaje. Ah, uh, hii story kulingana penye inakupeleka, unaona aje uh, ah, hapo mnavyo niangalia kwamba niko na baba na niko na mtoto eh yeah. Na kitu ambayo imefanya hata wajani, tafuta mimi ndio nimewatafuta leo, na nikasema nataka tukusungumusa maj, moja, mpele tatu hapa katikati, alafu tuone nakuaje. Ah, uh, juicy. Jusi mama Miana alieza kukamatwa sababu ya kutumia bunduki vibaya, vile mlivyoona kwa ile episode ambayo uh, nilipita nileta nikapigia polisi hapo akakuja akakamata yeye sababu alikuwa natutishia. najua na, hata ni Mungu tu niliona hiyo bunduki mapema eh, ni Mungu tu alikelea ali, pale shi, ali, mkono mi nikaruka kwa bunduki Kaa! Nikakamata bunduki nikalala yopo yombo, nikalala, nalala mama, nalala pande, nalala pande, nikasema Mungu abinguni saidia jamani, moto asitwangi bari sasa. Ah, uh, tukakamatana hapo tukasungushana hapo baba baba akakuja akasaidia na tukajirescue hapo, tuka hapo. Wacha tuseme tulijirescue wenyewe. So, uh, Miana hmm. Najua labda unashtuka sababu uh, ukweli ni kwamba mama alikamatwa hmm. Sababu leo tukiendelea kukaa na mama hapo hmm. eh, italeta shida sana na tu, tuweza, tuwele, hata baba ndiye alisema hii mtu tuweke ndani. hmm. Na, tukaita polisi pale akaweka ndani. Sasa ndio ni kwa nataka mu decide. Mimi ndio nimekuja nikaita nikasema kwamba tuweze kusungumza kwa pamoja tuone na kuaje, unaona. Sasa mama sasa yuko ndani tangu juzi, sasa amekamatwa, sasa na maliza siku, sasa ni siku mbili. Sasa muna decide aje, mnataka hii maneno mumalizie kwa polisi ama daktari amalize hii maneno? sababu so, unajua daktari amesema kitu atafanyia mama. mm -hmm. Yeah. So, daktari mm -hmm. mm. daktari aka chini mm -hmm. akamotoa mpaka kofia na mtoto to, ni anajua ile kitu mutasema ndio, asa hasa mnaonaje? uh, mutamaliza maneno kwa polisi ama tuite daktari? Mimi nilikuwa naona wacha akae ndani kwa sababu mm. Mm. kama uh, ameheshimu hata daktari mwenye alimfanyia masigabo ile siku mm. anampiga polisi, unajua, unajua yeye wamemweza. Sasa hii mm. kwanza ah, vile amefungiwa ninafurahi sana. Kwanza mm. akae huko kwanza aumie huyo mm. E, mama ni lazima kwanza hata nimpeleke jera kwa sababu yeye mm. alikuwa anataka kuniua, aniulie mtoto, akuue wewe mwenyewe mwenye unataka kusaidia mtoto wangu mm. Kama kama yeye anasumbua hivyo, avacha awekwe jera miana mm. mm. mm -hmm. Uh, unajua wewe mm, wedio uko na machungu sana mm. Eh, baba ndio pia uko na machungu mm. Lakini pia uko na machungu zaidi sababu E, unahitaji pesa yako, unahitaji shamba na ile vitu ingine mm -hmm. kwa hivyo ii mambo ya mama kuwekwa ndani, hata unaichukuliajivyanu kama polisi, kuna kitu atamfanyia mm -hmm. Sasau umemjua hizo siku tu umemwona mm -hmm. vilako vilanabiv mm hata -hmm. kama amenini mm -hmm. amekosea daktari eshima mm -hmm. kuna vile tu daktari amesema atafanya vitu zake mm. So mimi kivyangu mm. Nilikuwa naona maybe twende atolee mm. Tuone kama maybe anaweza akatuletea vitu zenye tunata tunataka. Asipo mm. si daktari huko oh. mm-hmm. Juu sasa akiendelea kukaa huko mm. Sasa tunafaidika na nini sisi akiendelea kukaa huko mm. Hiyo ndio swali sasa, tukimtoa miana, mm. na kama alipiga daktari mm -hmm.

Hey. Uh -huh. Huyo daktari si basi yafanye afanye akiwa huko ndani akue mwendo wazimu. Huyo, huyo, huyo, huyo unajua minisa, hu, kama anataka kuniua unajua hujui anaweza maliza dakika ngapi kuniua? uh -huh. ama auwe huyu ama akue we mwenye waona, huyu mtu amejaribu kukuua ku akashindwa, Mungu akakusaidia Masai akakusaidia. Uh -huh. Vile Masai alikusaidia, akakuwa sasa yeye ni adui. Uh -huh. Masai ni adui, mm. Uh -huh. ya, ya, ya, ya, yeye uh -huh. yake. Mm uh -huh. Unaona? Uh -huh. Sasa Masai yako kwa list ya kuuliwa. Mm. Uh -huh. Mimi niko kwa list ya kuuliwa. Sasa huyu mama wewe woni we, we, atatua. Okay, kuna hmm. mama lakini pia hmm. unajua the more anaendelea kukaa huko mm. the, uko, hmm. the more akuna vile sisi tunasaidika. Hmm? Hmm. Sasa angetolewa. Hmm. Akuje maybe mimi ameshika adabu yake huko, akuje atupe kitu iko asipo, sasa tunaweza ita mm. daktari ataendelea na makesi zake baadaye, kesi zake, ama, kesi ama, ama, zake zenye ziko wewe, uh, wewe, Masai, mm. unaweza kutuitia huyo daktari saa hii uh, uh, ama tuende tumtoe kwanza. Wewe unaonaje? unajua uh, hapo mahali pa kutoa mama kwa polisi mm. hapo najua sasa ni, ni decision ya nyinye no watu mbili, wewe na mototo wakati mta decide sasa mnataka ku, ku, ku, ku bring the mother out of the police station. mm-hmm. kwanza naona, kwanza nimeangalia kuna kitu kingine nimeona jana. mm-hmm. siku hizi watu wameanza kujitengenezea police. mm-hmm. pri, inaitwa police private police station. mm-hmm. sio kama umeona hiyo? yeah. nimeona kuna watu wanajitengenezea personal police station, unachora marangi hapo, unatengeneza nyumba hapo, unaekea marangi. sasa mimi kulingana na, kulingana na, kwa upande wangu sababu daktari amekasirika. mimi niliongea na daktari asubuhi. kwanza hata nilifanya nikuja na daktari kina akasema hmm. Kuna venye anataka kushughulikia kushughulikia huyu mama, kwanza unajua kiburi mama hmm. Hey, yeah. Uh, hmm. Kutoa hiyo mama tukishatoa hmm. Yeah, hmm. Uh, mm. Mama, hmm. Tukisha mama. Miena nipambalasa daktari hata sidaktari kukuja. Daktari amesema ataitwa wakati kazi yake imeshakamilika kamilika. Daktari sasa amesema akuji, amesema akwamba mtampigia simu wakati ile kitu mafanyika, mtone ile kitu mafanyika hapo, mtamtoa mama yako, nitamtoa lakini nataka before atoke kwa hiyo police station atuambie kama analeta makaratasi zote mm. Kama kama analipa pesa ya wenyewe mm. Ama atupee title mm. Ama kama tunamaliza mambo ya shamba kwanza mm. Before alete pesa tumalize mm. Mambo ya shamba kwanza mm. Aitikie kwanza uh -huh. Sababu unaona anataka kutuua, ndio hiyo hizo evidence zote zipotee mm. Hizo stories zote ziishe mm. Anataka kumaliza na kutumaliza mm. Sasa yeye unaona, kweli huyu mtu ni mtu wa kubeba hivo urahisi rahisi? huyu mtu ni mzito sana, ni mzito yes. Lakini unaona wakati sasa, kama polisi na serikali imekuwa involved, atakuwa na ile sasa. Mimi wacha akinimache, tuambie tu kweli, mimi huyo daktari namjua. my friend mm. ile kitu daktari anataka kufanyia mama miana mm. mm. amshua, hata mtaingia mtakuwa na wasiwasi sababu kuna jamaa pia maisha, kuna time pia nimeshaona mahali nimeshashuhudia. Hmm. kuna jamaa pia alifanyia daktari same, same thing ambayo mama amefanya. Hmm. my friend, ile kitu ile jamaa alifanywa hmm. uweze tamani kuangalia mara mbili. Sasa ile kitu najua ile daktari ana plan kufanyia mama miana na hmm. is something very terrible, ni kitu najua sasa. Uh, nyinyi shughulikeni shughulikeni mwana ya mtoto ya mama, mkishamtoa mama. Hata labda tunaweza kuwa tunaongea hivi na hata labda daktari ashafanya mambo yake, labda hata mnaweza pigiwa simu kwa polisi, mama huko ndani mambo yamechemka. You never know, sababu daktari alienda, nilimpembeleza lakini alienda, alikuwa na kinyongo sana. Sasa mimi siwezi elewa labda ameplan kufanya, siwezi predict ati daktari ameplan kwa kufanya nini. Sasa nyinyi mtaplan, unajua, sasa aa, siwezi enda na nyinyi Eh, nyinyi mutaenda mutaandamana, mm. na miana eh, mwenda pale kwa polisi, mwenda mtoa mama yeah. na tafadhali, ya kimini endelea ku ku assist mm -hmm. eh nyinyi kama familia ah uh, hii mambo utokia, sababu mimi ah uh, hii maneno ah uh, nimona sana kwa vile wale marafiki nimekuwa nao nimeona wakisaidia watu kwa mtandao wa kinanga wa mm -hmm. kinanga la Monike mm. akinanga la Pini TV hapo, sababu mm -hmm. mimi nilikuwa nawafuatilia sana, kuna wakati ngine mm. -hmm. pia nimekuanga security ya Levine hapo Yeah, nikimsaidiasaidia mambo ya hii mitandao mm. unaona sasa mi ile kitu namwona madaktari akifanyia watu my friend mm. siwezi taka labda itukuja tuke kwa mama na mimi kitu ambayo zamiza familia kwa uh, mi naomba. Mi naomba. Labda, labda mama labda kuna kitu labda namsukuma labda kufanya hiyo maneno na mi ningeomba tu jamani, uh, ningependa sana mi murudiane kama familia hmm mi ngoma vuruine kama yeah, familia na mke chini mwelewane, at least nataka siku moja nikuja kutembea siku moja. Nitapanga, nitapanga siku nikuja nitembee kwenu kama fhiyo yeah. Sasa nitakuja kama mgeni, sitakuja atakufanya kesi mm. mm. um, kwa sababu mimi napenda watoto wangu yeye ye, nilikuwa nampenda mm. sana sana, lakini vile alianza mambo mbaya mbaya sasa, mimi, nikaona siwezani mm. so nikamwondokea kidogo mm. najua eh, na kuna hata Yesu, Yesu mwenyewe mm. anasema kuna second chance. ukiangalia mm. mm. okay, kwa Biblia unajua mimi nafuata Biblia sana ukiangalia okay, kwa Biblia pale kuna kwanga na second chance. sasa uh, wacha wakati atasubmit hizo uh, maneno yote ambayo mnasema mambo ya makaratasi mm. hapo Uh, kila kitu aleta hapo mambo yake. Mimi naomba jamani, mrudiane, mkae chini, mtengeneza familia, um, uh, yeah, yeah, mm. uh, mm. uh, wakati atarudi E, pia Chris mkechi uh, ni pamoja mseme yeye mambo yanatokea kwa familia. Najua sasa hii ile maalum mafika sana tena, kwanza kutengeneza familia nyingine mpya na kwanga ni kazi nyingine kubwa sana. Mimi naomba tu Chris kama ina maana atakuja kuisha, mkechi ni kama familia na mtengeneza maneno jamani, mkechi ni at least mseme nao this is our new family. Basi na maisha yanasonga mbele jamani, yeye ndiye anakuanga sasa kutengeneza jamii. E, ama babu unaonaje? tunatarajia hivyo mm. Lakini kwanza ni lazima arudishe vitu sikuwe laini yeah. Familia mi naweza simamia familia ikiwa laini sio, mm. Familia inakaa kombokombo iko na wizi yeah. Iko na ukora, iko mm. Sasa hiyo mama sitaweza, sawa, mm. E, sawa, ina tatizo jamani, uh, mi naomba mkisha mkishaenda kwa polisi si mtanipigia simu kama mama ashatoka e. Alafu sasa kuanzia hapo ndio tutapangana tujue kama atakuja bado tena tuendelesha hapa, ama vinyi madaktari atakuja afanya mambo yake pale moja mbili. Alafu jamani eh, endelea ku subscribe pale, wakati tunaendelea kutengeneza story ya Miana. Nataka kwamba hii familia simame. Mimi furaha yangu mimi sijai sijai penda jamani kuona familia naenda kombo kombo. Eh, familia wana wanafanya mtoto ana meta meta. Mtoto mm. Uh, baba ako very responsible na familia nye unye mumangalia mongezi ya baba. Baba ni mtu wako responsible sana na hii familia, na msichana pia ni mtu wako amejituma. Alikuwa ameenda kwa Germany akafanya mambo yake akasaidia mama, lakini mama akakuja akaleta mambo yake hapo katikati. Lakini mimi nasemanga kwa maisha kwamba pesa si kila kitu, ni familia ndio kitu ya maana. Kwa hivyo jamani, uh, wacha tuangalie wakisha madesana na mambo ya mama kutoka kumtoka polisi E, ndawaleta next episode mna uh, eh, eh, eh kamata apa katikati basi hiyo ndio sasa inatumika kusaidiana. E, next time jamani, nawapenda sana.